Karibu sana katika chaneli pendwa yetu hii ya Safari ya Afya. Leo hii tunazungumzia jambo ambalo wengi tunalichukulia kuwa ni la kawaida, lakini linaweza kuwa na hatari kwa afya yako: kuzuia chafya. Je, unajua yake madhara? Endelea kusikiliza, utakuwa nami Dr. Lucas. Lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpe pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Twende moja kwa moja. Kwanza kabisa, watazamaji, tutambue maana ya chafya. Chafya ni nini? Chafya ni mchakato wa kinga ya mwili unaotokea unapokuwa na kitu cha kigeni puani au kwenye koo, kama vile vumbi nzito au vimerea. Mwili hujaribu kuondoa kitu hicho kwa kupeleka hewa kwa kasi kubwa kupitia pua au mdomo. Unapochafya, mwili wako unaweza kusukuma hewa kwa kasi ya hadi mia sitini kilomita kwa saa. Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani chafya ni jambo la nguvu sana. Sasa watu wengi hujaribu kuzuia chafya kwa kuizuia isitoke, hasa wakiwa mahali pa watu wengi, kwenye mikutano au ibadani. Wengine hujizuia kwa kufunika pua kwa nguvu au kwa kuifunga midomo yao na pua kwa pamoja. Lakini je, unajua kwamba tabia hii inaweza kuwa na madhara makubwa kiafya? Hebu sasa tuangalie baadhi ya madhara ya kuzuia chafya. Namba moja: inaweza kupelekea kupasuka kwa ngoma ya sikio. Kuzuia chafya kunaweza kusababisha shinikizo kubwa kupanda kuelekea kwenye masikio na kupelekea kupasuka kwa ngoma ya sikio au kupoteza kusikia kwa muda. Namba mbili: huweza kusababisha kupasuka kwa mishipa ya damu, kwani kuna visa vimewahi kuripotiwa ambapo watu walipata mashambulizi madogo ya kiharusi kwa sababu ya mishipa midogo ya damu kupasuka baada ya kuzuia chafya kwa nguvu sana. Namba tatu, husababisha hewa kuingia sehemu zisizofaa. Kwa mfano, hewa inaweza kuingia kwenye kifua au shingo, hali ambayo huitwa subcutaneous emphysema, na huweza kuhitaji matibabu ya dharura pia. Namba nne, maumivu ya kifua au kichwa. Baada ya kuzuia chafya, unaweza kupata maumivu makali sana kichwani au kifuani kwa sababu ya shinikizo lisilo la kawaida. Kwa ushauri wa kiafya, je, unapaswa kufanya nini? Basi ukihitaji ama ukihisi chafya inakuja, cha kwanza kabisa ruhusu chafya itoke, lakini kwa kuifunika mdomo na pua kwa tishu au kiwiko cha mkono. Pia epuka sana kuzuia kwa nguvu ndani kwa ndani. Ikiwa uko sehemu ya watu, jitahidi kujistiri vizuri, lakini usikandamize mwitiko wa mwili wako. Chafya si adui yako, ni rafiki wa mwili wako katika kupambana na vitu vya hatari. Usizuie, ila idhibiti kwa hekima. Asante kwa kuwa nami katika chaneli hii pendwa ya Safari ya Afya. Tukutane tena katika kipindi kijacho kwa elimu nyingine ya afya. Ulikuwa nami Dr. Lucas, asanteni sana.